Ah, kupigwa chini bado sisi, vilabu ambavyo tumemweka pale Muhamedi Ndonga, tunamtambua Ndonga. Na pili, huu mgogoro ni mgogoro wa kikatiba, na mgogoro huu uliokuwepo mpaka sasa hivi, sisi TEFA hatutambui maamuzi ya, cha, maamuzi ya kamati ya maadili ya TEFA kwa sababu sisi tulimchagua yule bwana baada ya DRFA ambao wanasema wao wamepeleka barua kusema kufuta uchaguzi tukafata utaratibu wote, watu wakachukua fomu wakarudi na wakachaguliwa na wakatoka hapa na wao, akiwepo msimamizi mwenyekiti wa uchaguzi wa DRFA, mm. Alafu pili hata hao wenyewe wanayesema kwamba wameenda maadili, maadili alibidi yaanzie mtu katika katiba ya TEFA, mtu alipoingia kwa kula kumi na mbili, katiba ya TEFA inasema hamsini kwa hamsini na moja kwa ndio ndo anakuwa kiongozi. Akula kumi na mbili ikoje? Wale ndo libidi wao wapeleke maadili. Alafu pili, TFF wanachama wake ni mikoa yote na vyama shirike, sio tefa. Kwa hiyo sisi kwa maamuzi leo, hivi kuna kikao kitatoka tamko, sipendi kuzungumzia hivi sasa hivi. Viongozi wako kawini watatoa ta, lakini sisi tumewaagiza katika maadili yetu matano, vikitokea hili sisi tunajiondoa DRFA, kwa sababu tumejua ndo njia kichochoro wanachopitia. Alafu pili, huyo anayefanya wanamuogopa alikuwa hakimu amefukuzwa kwa rushwa huyo makamu wa rais sipendi eh? kumtaja jina leo anakuwaje makamu wa rais ndio anasirikiza temeke yeye aione kama yakwazi sisi atatufungia wote ataifungia lakini si tunajiondoa tutakaa tutatafakari tunaweza kwenda hata zanzibar a tutacheza magonaza mpira ukaendelea sisi hatuna wapi atuzitambue azabu zao na viongozi wetu wanapiga kazi kama kawaida na bado tupo ofisini ofisi ziko wazi vipo wazi kama kawaida. Kama utafika, njoo saa nne utazikuta watu wanaendelea, na michezo inaendelea. Nani anaendelea kwenye uongozi? Kwa sababu viongozi hao ambao mnatambua wamefungiwa maisha maisha, kama sisi hatutambui, kwa sababu hatutambui. Sisi sio sisi sio wanachama wa TFF. Kwa nini mko chini ya nani? Saidi ye mshee wangu, hebu nisikilize, uhusiano wa TFF yeah. TFF na ni mpila tu, sio katika mali wao, wanataka mali zetu. Ndio maana wameleta watu, sisi hatuwakubali. Matokeo yake na ndio maana sisi tumeamua kujitoa, si mpila, wawafungie hao wanayotaka, watachezesha mpila, si katika mali zetu. Ndio maana tumeamua kujiondoa na hivi tunavokaa viongozi wakukewe watatoa tamu sipendi kusemea mambo ya kamati ya utendaji sisi vilabu hatutambui na ndio maana tunaendelea na shughuli. Mali za mali za nani? Mali za TEFA. TEFA iko chini ya nani? ya vilabu. Eh, inasimamiwa na nani? iko chini ya vilabu. Inasimam... Vilabu ndio ni mali ile, inasimamiwa na nani hao vilabu? Vilabu. Eh. Inasimamiwa na kamati ya utendaji ambayo imechaguliwa na ya Saleh Ndonga pamoja na shufayamlani na kamati yao ya utendaji, mkiwa na jambo mnakwenda wapi jambo la kimpira tunakwenda sasa hilo, eh. jambo lenu la hao viongozi si jambo la kimpira, ama sio la kimpira, lakini mnaamini laki mna, mna kwamba DRFA ndio ambao wana yaani kwamba nyinyi wanawasimamia pia wanaratibu, wana, wana, wana, wana mambo mbalimbali hapo sindio? <laughs> Mambo yetu tunafanya wenyewe kwa kubuni eh? hawaratibu hawaratibu. <laughs> eh, kwa sababu wao uhusiano wetu ni mpira tu sisi eh? sisi, la, sisi tuna katiba yetu mm. ambaye inatuongoza DRFA, ana katiba yake TFF ana katiba yake. Hivi unaweza kuamini Saidi, DRFA hawana mm. kamati ya maadili ambayo yep. iliyomfungia mchaki kwa ikowapile kamati, kwa nini wapeleke TFF? Sasa wana kamati. Kwa sababu kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa mujibu wa taarifa uh, hii, kam, hmm. hii kamati uh, DRF ndio umepeleka uh, malalamiko kunako kamati ya maadili na kamati ya maadili imesikiliza kwa upande mmoja uh, ambapo kwa, kwa, kwa wale ambao wamepeleka hiyo hayo malalamiko kwenu nyinyi ambao mnasema kwamba uh, mna, mnamtambua mna, mna salehe hajakwenda hajafika. Sasa kamati imesikilizwa kwa upande mmoja, imesikiliza upande mmoja, haonekana kana kwamba mmekuwa na makosa e, kumshinikiza kiongozi wenu ambao mnaamini kwamba ni kiongozi wenu kutokwenda kwenye kamati ya maadili. Shehe wangu sikiliza, bwana Saidi, sisi hatukuvita hivi, havikuanza mgogoro huu, haukuanza leo. Huu mgogoro umeanza toka kula kumi na mbili. Mm. waligombea watu wanane akarudishwa huyo na bwana mkubwa huyo wa TFF huyo ambaye aliyokuzwa mahakamani Kisarawe kwa rushwa huyo makamu wa rais pendi kumtaja jina, akarudisha jina moja kwa sababu yule ni diwani na huyu uka ni mwenezi wa chama wilaya ya Temeke, kwa lengo la kugombea ubunge. Alipoona meferi, ndo akaanza kushirikisha, mgogoro huu ukaanzia pale. Tukauliza sisi tukaenda huko baraza, baraza likasimamisha uchaguzi lilivyosimamisha uchaguzi waka m, m, waka m waziri aliondoka, wakamuongopea uchaguzi ukafanyika wa mtu kumrudisha jina moja. Matokeo yake yalivyokwenda katika watu mia moja na tano akapata kura kumi na mbili. Katiba ya TEFA inasemaje? Sisi tunasimamia katiba, upate hamsini na moja kwa arobaini na tisa ndio unakuwa kiongozi. Akaingia pale, alivyoingia pale muda ule ule tulivyo hivi, akachukua milioni arobaini na tano akajenga akapaka marangi, hela zikapotea. Sisi tukawa tunapambana kwa viongozi mbalimbali tukaenda muda ulipokwisha kwenda kwa uchaguzi mwingine ukaitishwa, uchaguzi wakakata wakaingilia vilabu hivi kilabu kina katiba yake, unaweza kuchukua wewe kiongozi wa TFF huko kafanyisha nani uchaguzi. Ulipoingia ule uchaguzi, vilabu viongozi wakakatwa, wakafanyeje? Wakachukuliwa watu wanaowataka wao, bila kupitisha katiba. Ulipo kwenda pale umekwenda ule uchaguzi umekwenda za kati, mahakama. Mahakama, mahakama, uchaguzi. Siku za kati ukazuia na mahakama imeenda mahakama imekwenda mahakama ikaamua, nendeni mkakae mfate vyombo vyenu. Ikauliza uchaguzi kuja siku ya saa 5 usiku, anawapigia anaenda kule mkoa huo, kamati huru ya uchaguzi ya mkoa ikaufuta uchaguzi, mchakato kaanza upya, ikachukuliwa fomu, wakaojiwa wakaenda, tumefanya uchaguzi my promise, ukumbi ukumbi huko chamika, wamechaguliwa wamekwenda kujitambulisha kwa mkuu wa wilaya, wamekwenda wameanza mpira, wanakuja DRFA inakuja kutushtaki. Sasa sisi tumeona uchochoro wa kupita huyo bwana ambaye anakuja sisi kutuzuru sisi DRFA. Kwa hiyo leo sisi ma maazimio yetu matano ni kujiondoa, kwa sababu uhusiano wa DRFA na TEFA ni mpira. Sasa kama huo mpira wataendesha hao wanaewataka, sisi tutaendelea kukaa, tutacheza mabonaza, tutafanyaje? Tutacheza mpira wetu. Hiyo ndio maamuzi yetu sisi vilabu, na, na tumemwambia, tumemwambia TEFA usiende Salehe. Kama wao wangekuwa wanafata haki, wangefata pale katiba ambapo ilitolewa. Mtu kula kumi na mbili anaingiaje? Serikali, si tunaiomba serikali ya mama Samia, sikivu, waziri wa michezo Kabudi ni mwanasheria, waliangalie hili. Wanamwogopa nini huyu bwana eh? Kwa eh, sisi tunaomba hilo mtuelewe, kwamba tarehe bado ni mwenyekiti wa chama cha mpira tani nachufani, katibu na kazi wataendelea. Hao wanaekuja kudongoza kwa barua, sisi hatukubaliani nao. Wako ofisini, wako ofisini ofisini, wanafanya kazi na ofisi ziko wazi. Sipo wazi? Piga simu utaonana, kwa sababu mwenyekiti jana alifiwa, alikwenda huko kuzika na katibu yupo, kazi zinaendelea. Katibu amekaa kwenye ofisi za TEFA naendela kama kawaida, ambaye shafungiwa ambaye naye amefungiwa pia maisha wote hivi. Wewe unaweza kutizama leo mtu kusema kwamba eti mpira kwenda, sisi kuto, sisi ndio angetufungia na tume ote, hmm? E, sisi tumewaambia, tumeapa, watatufungia wote, lakini huyo mtu wao hapo haingii. Sisi sio watu wa kutishwa tishwa. Sisi tumemwambia yeye, huko huyo bwana mkubwa, sisi sio watu wa kutishwa tishwa, wa kufungiwa sisi, hatutishiki kwa sababu ni mali yetu na sisi ndio wenye maamuzi. Tumetoa vilabu ishirini na tatu. Wewe starehe hapa na usiende, tuwaone watafanya na tulijua watafanya hivi, kwa sababu kazi yao. Kumbe wameanza kuwafungia wakina Lurembo, wanawafungia. Kazi yenyewe kufungia. So, unajua hakimu yoyote akili yake kuwafunga watu. Kwa hiyo huyu bwana akili yake anazania kumfunga mtu ndio kumnyoosha, eh? Kwa hiyo sisi tunasema sisi hatutambui adhabu na hiyo. Kiongozi wetu tulimwambia sisi na watu wako ofisini, na mpira utaendelea sehemu. Mnajiondoa kwenye DRFA? Eh, tunajiondoa tamko atatoa viongozi lakini walo leo fung... jioni lakini ta... lakini e. lakini ilo, ilo, ilo, ilo, ilo waliowafungia ni kamati ya maadili ya TFF. Sasa wazi sa, tumesema, na hata sisi tukijiondoa, hiyo adhabu yao watajua wenyewe, watacheza mpira na vilabu ambayo, tumesema kama vinataka mpira ziende Ilala viende wapi? Hatuwezi kukubali kuonewa kwa sababu watu wote wanaona tena, watu wanaonewa, wananyanyaswa, wanafanyiwa mambo ya ovyo. Sisi wamekaa na tizama, mimi naamini serikali ya mama Samia ni cha sikivu, Waziri Kabudi ni msomi mwanaf anaelewa, kalia hana matatizo na sisi, anaelewa matatizo ya huyu bwana. Kwa hiyo sisi tunachosema hatutambui, na watu wataendelea kufanya kazi. Sisi vilabu make sio yeye. Hatufungie sisi Dima, mfungie yeye ii. hmm? hmm. sio na... watu wa kutishwa tishwa namna hiyo Kole... sisi tunahangaika tunaendesha vilabu kwa kukaa barabarani kuomba hela, yeye anataka kuona yale mali aje kuchukua hela tu kirahisi, atume watu, wakati wake umepita. Kwa hiyo leo mmekaa hapo, mnatoa maamuzi leo. Viongozi wanakama wanatoa maamuzi ya kupitoa rasmi, leo yatatoka maamuzi kujitoa. e. mm? E, kwao mtacheza, mta mabonanza tu, tutacheza mabonanza hivi. Leo tunacheza Temeke kwa hao waliokuwepo vurugu hizi, kuna timu yote ya daraja ya kwanza, kuna timu inaenda mkoani. Tuna uwezo, kwa sababu tumekaa na watu ambao wanatizama, wanatizama masilahi yao karibu mpira we Saidi, umeona viongozi waliopita zamani, si tulitoa timu nyingi? Lakini sasa hivi vurugu zenye vurugu hizi za muda mrefu, nyinyi mnaziangalia leo. Watu wametoka mahakamani huko, wamefukuzwa, wamekimbia ndani ya mpira, kazi yao sasa kufungia watu. Nadhani wako mahakamani hapa. Mpira si, huu si tunataka kucheza. Ndio maana sisi tumeamua atufungie wote, sisi hatutishiwa, watu wakutishwa tishwa watu, watu wakufanyiwa mambo ya ovyo. Sisi tunamjua kuliko anavyojijua yeye lakini sawa eh. nadhani tutaendelea kuzungumza mara baada kwanza ketini kwenye kikao chenu hicho nadhani baada ya, ya maamuzi ambayo mtayajadili tutazungumza tena kwa mara nyingine asante sana natakia kila laheri. asante sana sana Sa. Sa. usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital